Nimejifunza jambo hili katika maandiko na hasa katika siku hizi tatu ambazo zimekuwa ni siku za kumwomba Mungu, nimekuwa nikijifunza hili jambo sasa kanuni ambayo niligundua katika maandiko ni kanuni ya kujidhiri kwa ajili ya Bwana. E, kanuni ya mtu binafsi, yule ambaye anahitaji kuvuka au kutoka katika hatua moja au anahitaji jambo fulani Mungu alifanya katika maisha yake, kitu ambacho huwa Mungu anahitaji huyu mtu afanye huwa anahitaji huyu mtu aweze kujidhiri au ajinyenyekeshe, e, au anyenyekee mbele za Mungu. Ndilo jambo au ndio kanuni ambayo Mungu anaizingatia au anaifuata mara zote anapotaka kushughulika na, na maisha ya mtu. Ukisoma uh, okay, katika kitabu cha Mambo ya Nyakati sura ya saba mstari wa kumi na nne unaliona jambo hili kwa wazi wazi kwamba Suleman alikuwa amejenga nyumba ya Mungu, lile hekalu alipokuwa amekamilisha ujenzi wake, sasa wakati wa kuliweka wakfu yako mambo ambayo aliyatamka. Alisema alitaja vitu vingi kwamba, kama nchi yetu imepigwa na nzige au mvua imekataa kunyesha, mambo yameharibika katika nchi yetu, au watu hawa ambao wewe Mungu umewachagua kama wakikosea na wakachukuliwa mateka katika nchi nyingine alitaja vitu vingi sana. Sasa akasema wakiomba kuikabili nyumba hii, Mungu wangu, ninaomba usikie. Huyu alikuwa ni Sulemani, alikuwa anaomba. Sulemani huyo, Sulemani alikuwa anaomba. Sasa baada ya maombi hayo, Mungu naye akasema, Mungu naye akajibu yale maombi katika ule mstari wa 14, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya saba mstari wa 14 unasema hivi: ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Jambo kubwa sana katika mstari huu ni watajinyenyekesha. Watajinyenyekesha ndilo jambo kubwa katika mstari, anasema Mungu anasema kwa ajili hiyo watakapokuwa wamejinyenyekesha na wakaomba anasema nitasikia toka mbinguni nitawasamee dhambi yao na nitaiponya nchi yao. Kwa hiyo kanuni ambayo Mungu anaitazama ili aweze kushughulika na maisha ya mtu ni jambo hili la kujidhiri mbele za Bwana. Lakini pia ukisoma katika kitabu cha Yakobo, waraka wa Yakobo, sura ya 4. Waraka wa Yakobo sura ya 4 na ule mstari wa 10. Biblia inasema, jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Ukisoma waraka wa Petro sura ya tano na mstari wa sita Biblia inasema basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu ulio hodari ili awakweze kwa wakati wake. Kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa, naye ajidhilie atakwezwa. Kwa maana kila ajikwezae atadhiliwa naye ajidhilie atakwezwa. Haya ni maneno ya Mungu katika Mambo ya Nyakati sura ya wa kwanza sura ya 7 mstari 14, Mungu mwenyewe alikuwa anazungumza, baada ya kwamba Sulemani ameomba, naye Mungu akazungumza akasema, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinikesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwa, na ku, wasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Anazungumza kwamba watajidhili, lakini pia wataomba. Sasa mambo yote haya au katika mistari yote hii ambayo tumeiangalia, jambo kubwa ni kujinyenyekeza au kunyenyekea mbele za Mungu. Sasa anasema, Mungu anasema mtu akisha kufanya hivyo au watu akisha kujinyenyekeza, ye atashughulika na maisha yao, atashughulika nao sasa kunyenyekeza anako kuzungumza hapa, si swala la mtu kutembea kwa unyenyekevu tu, ile ule unyenyekevu wa mwili, kwamba mtu kutembea katika namna ya upole au katika namna ya kuonyesha hali ya kunyenyekea kimwili. Mungu alikuwa anazungumza yale matendo ambayo mtu anaweza kayafanya halafu yakaonyesha kwamba huyu mtu ameamua kunyenyekea mbele za. Ukisoma katika kitabu cha Yakobo ukianzia sura ile sura yenu kuanzia mstari kwanza unaona Mungu anataja vitu na anataja mambo yanayoweza kuwazuia watu au yanawazuia watu wasipokee maombi yao. Sasa, katika mstari wa kumi ule tuliosoma sasa ndio Mungu anahitimisha kwa kusema kwamba basi jidhilini mbele za Bwana naye atawakuza. Kwa hiyo ukichukua, tukichukua hatua kama watu wa Mungu kumwomba Mungu, kumtafuta Mungu kwa, kwa njia ya maombi eh, maombi ya kufunga na kunyenyekea mbele za Mungu. Hiyo ndio kanuni ambayo Mungu anaitumia kutupeleka kwenye viwango vingine ndio maana imekuwa ni muhimu sana kama watu wa Mungu tunapata nafasi e, nafasi mtu napanga e, kwamba siku kadhaa au siku fulani nitaitumia kwa ajili ya kumtafuta Mungu kwa ajili ya kitu fulani na wakati mwingine una unakuwa na ombi maalum au unakuwa una unanuia kutoka ndani kwa maana nataka nimtafute Mungu kwa ajili ya jambo fulani specifically, kwamba Mungu afanye jambo fulani, basi unanyenyekea kwa ajili hiyo, kama hivi ambavyo Suleiman au uh, Suleiman alisema kwamba ikiwa mambo fulani fulani fulani fulani fulani yametokea sasa, watu watakapoomba kuikabili nyumba hii, basi wewe usikie Mungu. Naye akasema ikiwa watu wangu wame walio itoka, watanyenyekesha na kuomba, anasema nitasikia toka mbinguni. Basi mtu sisi, basi tunatakiwa tunakuwa na maombi kama haya, au tunafanya kwa stahili hii, tunakuwa na jambo tunasema, kwa ajili ya hili tuende mbele za Mungu, tumtafute Mungu.